E, Mungu wetu tunakuomba utuongoze tunapojifunza lesoni ya leo. Tujalie akili ya kuelewa na moyo wa kupokea mafundisho yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Tunasoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Yoshua sura ya kumi na nane mstari wa kwanza hadi ule mstari wa pili. Na jamii yote ya wana wa Israeli wakakusanyika Shilo wakalisimamisha hema la kukutania huko, na nchi ilikuwa imeshindwa mbele yao, lakini walibaki katika wana wa Israeli watu saba ambao hawakupata urithi wao. Hapa tunaona kuwa makabila saba ya Israeli bado hajapata sehemu ya kuishi, na wote walikusanyika Shilo, mahali ambapo waliweka hema takatifu nyumba ya kukutania na Mungu. Hii inaonyesha kuwa kabla ya kugawa ardhi na kufanya mambo mengine, jambo muhimu lilikuwa kuweka Mungu katikati ya maisha yao. Uwepo wa hema takatifu iliwakumbusha kuwa Mungu alikuwa pamoja nao na walipaswa kumtii na kutunza agano. Sisi kama Wakristo Tunaelekezwa kutazama kazi ya Yesu katika hema takatifu la mbinguni. Biblia inatufundisha kupitia Ibrania sura ya sita mstari wa kumi na tisa na ule mstari wa ishirini tulionayo kama nanga ya roho yenye salama yenye nguvu, yaingiayo hata mle mlimo ndani ya pazia, alikomo Yesu aliyeutangulia kwa ajili yetu, amekuwa kuhani mkuu milele. Hapa tunafundishwa kuwa imani yetu kwa Yesu ndiyo nanga ya maisha yetu. Yeye ndiye anayetupatia tumaini na nguvu ya kusimama katika changamoto. Pia Bibilia inatufundisha katika kitabu cha Waebrania sura ya tisa mstari wa kumi na moja hadi ule mstari wa kumi na mbili Lakini Kristo akisha kuja, kuhani mkuu wa wema atakayokuja, kwa hema hilo bora zaidi, aliingia mara moja tu katika patakatifu, yakiisha kupata ukombozi wa milele. Haya yanatuonesha kuwa Yesu ndiye kuhani mkuu wetu wa sasa na kupitia kifo chake cha huduma yake mbinguni ametupatia wokovu wa kweli na wa milele. Hii inapaswa kutufanya kumtegemea yeye kila siku. Tena tunasisitizwa katika kitabu cha Hebrania sura ya 10 mstari wa 19 hadi 23. Basi ndivyo kwa kuwa tuna ujasiri wa kuingia patakatifu kwa njia ya damu ya Yesu, na tushike bila kuyumba tumaini letu, kwa maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Fungu hili linatufundisha kwamba tunapaswa kumkaribia Mungu bila hofu, tukimwamini yeye ambaye ametufungulia njia. Tunapaswa kushikilia imani bila kuyumba, tukijua kwamba Mungu hutimiza ahadi zake. Katika maisha yetu ya leo, maisha yenye changamoto nyingi, maendeleo ya dunia, majaribu, magonjwa na mambo yanayoweza ku, kututetemesha kiroho, tunakumbushwa kufanya kama Israeli, kumweka Mungu katikati ya maisha. Tunapomtazama Yesu na kazi yake ya upatanisho mbinguni, tunakuwa na imani na tumaini. Biblia inatuambia kuwa siku moja, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya ishirini na moja mstari wa tatu: Tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atakaa pamoja nao. Hili ndiyo tumaini letu, kuwa siku moja Mungu atakaa nasi milele. Kama Israeli walivyoweka hema takatifu katikati ya kambi lao, nasi leo tunapaswa kumweka Yesu katikati ya maisha yetu. Tukimtanguliza Yesu, tutakuwa salama, tutaishi kwa imani na tutakuwa na nguvu ya kushinda majaribu ya kila siku. Tuombe. Bwana Mungu wetu, tunakushukuru kwa somo la leo. Tusaidie tumweke Yesu kuwa kitovu cha maisha yetu, na tukae tukikumbuka kuwa yeye ni nanga ya roho zetu atuongoze katika imani mpaka siku utakapokaa nasi milele kwa jina la Yesu Kristo, amina.